Nyanja TV. TV ni TV yako pendwa inakuletea habari za kitaifa, kimataifa, michezo na burudani, visa na mikasa, makala, elimu pamoja na kipindi cha miradestori za makabila yetu hapa hapa Tanzania. Tazama Nyanja TV habari, Nyanja TV. Mbunge wa jimbo la Musoma mjini Vedastus Manyinyi Mathayo afanya mahojiano ya Nyanja TV ikiwa nyumbani kwake maeneo ya Baruti kata ya Nyakato, ambapo mambo mbalimbali ya maendeleo ya jimbo la Musoma mjini, Mheshimiwa mbunge wa jimbo hilo katuelezea mafanikio ya jimbo lake. Na hii ni Nyanja TV e, mtembelea mheshimiwa mbunge wa jimbo la Musoma mjini mheshimiwa Vedastus Manyinyi Mathayo, ambapo tumekuja kuelewa mambo mbalimbali kuhusiana na maendeleo ya mkoa wetu wa Mara na tutajikita sana kwenye masuala ya elimu, uvuvi, kilimo, pamoja na ujasiria mali na mambo mengine mengi ambayo tutazungumza naye moja kwa moja. Tutakwenda kuongea naye atajitambulisha kwa majina yake na vile vile tutaendelea kujua kutujuza mambo mengi eh, kuhusiana na maendeleo ya jimbo letu eh, Musoma mjini. Karibu mheshimiwa, kwa majina. Asante mi, kama nifahamu mtangazaji, naitwa Vedastus Simata Manyini Mi ndiye mbunge wa jimbo hili la Musoma mjini. Kwa hiyo nakukaribisha kwa nyumbani kwangu kama ulivyo, uh, uribe. <coughs> <coughs> Wewe kama mbunge wa jimbo la Musoma mjini, ni jimbo lako limepiga hatua kielimu labda kwa kiasi gani? Kwa kweli kwa jimbo langu la Musoma mjini linaendelea vizuri. Eh, linaendelea vizuri, e, vizuri kwa hasa kwa upande wa elimu, na mimi nimekuwa mbunge wa jimbo hili sasa e, katika awamu tofauti, lakini kwa awamu hii, maana hii ni awamu yangu ya tatu sasa. Katika awamu hii, wakati mimi nakumbuka ninaingia ubunge wa kwanza mwaka elfu mbili na tano kulikuwa na tatizo e, kubwa sana la elimu. kwa sababu watoto wetu wengi walikuwa na faulu, lakini wanakosa nafasi ya kwenda sekondari. huwezi kuamini, ndio utangazaji kwa wakati huo. tulikuwa tunapeleka watoto mia mbili na nane peke yake kati ya watoto waliokuwa wanafaulu. Lakini leo tunapeleka watoto zaidi ya 1500. Maana yake kila mtoto ambaye anafaulu au amefaulu e, anaenda sekondari. Kwa hiyo tunafikiri kwamba kwa upande huo saizi e, tuko vizuri sana. Una mzungumziaje Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. e, Samia Suluhu Hassan? Rais Samia Suluhu Hassan ame kwenye upande huo ametufanyia mambo makubwa. Kwa sababu katika kipindi chote cha nyuma ilikuwa kila mara lazima tuwachangishe wananchi na kuhangaika kupata msaada huku na huku, ndio watoto wakaweza kupata nafasi ya kwenda shule. Lakini baada ya kuwa ameingia, kwa kweli alisema, kwa sababu wananchi wamechanga kwa muda mrefu, hebu wafuuzishe kidogo. Yani, hivi ninavyokuambia, kila shule utakayoenda, shule ya msingi, kuna vyumba vya madarasa vimejengwa kwa ambazo fedha amezitoa Mama Samia Suluhu Hasani. Kila sekondari utakayoenda utapata, kuna fedha e, kuna vyumba vya madarasa vimejengwa ambazo zinatokana na fedha alizokupatia alizo. Lakini kama hiyo haitoshi, ziko shule ambazo amejenga yeye, ametoa fedha kuanzia chini mpaka juu, zaidi ya milioni mia tano umeanza chini mpaka juu, mpaka na madawati watoto wamo hivi sasa tunavyozungumza wanasoma nas wanalia o, ukienda pale kwenye shule kama pale, kata kwenye kata ya Bukoba ametupatia na penyewe zaidi ya milioni 500, shule imekamilika, watoto wanasoma wa sekondari hapo tukizungumza. Shule imekamilika maana yake ni jumba vya madarasa eh, maabara eh, madawati, watoto wamo wanasoma. Ukienda leo pale Kwangwa tayari unakuta ametupatia fedha hizo zaidi ya milioni mia tano. Eh, shule inajengwa kwa ajili ya nani? Watoto wetu kusoma. Kwa hiyo angalia, kwenye upande wa sekondari tu, kwa haraka haraka nimekutajia tatu. Yani hizo ni mbali na vyumba vya madarasa ambazo ni zaidi ya mia moja, ambavyo na vizio kama ungevikopea ungevirudisha ukavifanya madarasa na ni shule manake, utaweza kujipatia jibu. Kwa mimi shule nyingi sana zilikuwa zimejenga lakini hata shule za msingi e, nakumbuka ukienda pale Buhare na kwa ameleta zaidi ya milioni mia tano, tumejenga shule nzima, watoto wamo wanasoma. Ukienda kule kwenye kata ya Bweri, tena kule Bukoba na penyewe, wametupatia fedha kama hizo, tumejenga shule tumemaliza, watoto wao wanasoma. Kwa hiyo kwenye upande huo mchango wa mama ni mkubwa sana, wala kazi yetu sisi ni kumpongeza tu kwa kazi kubwa ambayo ameendelea kuifanya. Sawa, tukizungumzia uvuvi nani kwa mkoa wa Mara, uvuvi ukoje na je, ni uvuvi gani ambao unatumika una kwa sasa? Maana kipindi cha nyuma tumesikia kwamba kuna uvuvi ambao haukuwa rasmi, ulikuwa uvuvi haramu. Je, kwa sasa uvuvi ukoje? kwenye upande wa unajua, mfano kwenye mji wangu wa Musoma ni mji ambao unajishughulisha na shughuli za uvuvi kwa maana uchumi wake, lakini na biashara ndogondogo na kwenye upande huo mama hakutuacha mbali, hakutuacha mbali kwa sababu hata leo hivi tunavyozungumza, hivi leo tunavyozungumza, ukienda eh, hapo kwa watu wa maliasili vizimba vipo, vimekuja kwa ajili ya kuwagawia wale wana vikundi waliokuwa wameunda. Lakini ukienda pale ziwani pale custom ya zamani, naamini utapata nafasi ya kwenda, utaenda utaona na samaki, kuna vizimba vingi vizimba zaidi ya kumi tayari eh, katika vikundi mbalimbali vyote hivyo. Mama ametupatia vizimba, ametupatia chakula chaku, cha kulisha au samaki mpaka tutakapomaliza miezi sita tukavuna tuka, lakini baadhi ya watu, baadhi ya vikundi ametupatia mpaka na boti kwa ajili ya kwenda kuvulia. Kwa hiyo kwenye upande huo tuko vizuri sana, asante sana. E, Mheshimiwa Vedastus Mathayo ni mbunge wa jimbo la Musoma mjini ambapo leo tuko naye hapa nyumbani kwake, tukizungumzia maendeleo ya mkoa wetu wa Mara, hasa manispa ya Musoma mjini na hasa kwenye jimbo lake. Lakini vile vile tunakwenda kuangalia kwenye, kwenye sekta ya kilimo. Mheshimiwa, ikoje katika sekta ya kilimo hapa nani manispa ya, ya Musoma? Sisi kwenye upande wa kilimo kwa, kwa bahati mbaya kwa sababu kwa, hapa tuko manispaa kilimo tulichonacho ni kile tu cha bustani ndogondogo, hicho ndogo ndicho kilimo ambacho, maana watu wetu wengi wanaolima vijijini wao wow, kwa sababu ni mbali, kwa hiyo hapa tumejikita tu kwenye hayo maeneo ya biashara pamoja na uvuvi, kilimo kita lakini sio kwa kiasi kikubwa. Sawa. Na vipi maji? Kumtua mama ndoo kichwani, dok Samia Suluhu Hassan ambaye rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amelichukulia uzito gani kwa mkoa wetu hasa katika jimbo lako sasa kwenye upande wa maji? Eh, kwanza mama hatumdai hata kidogo. Na Musoma Mjini tulikuwa na tatizo kubwa sana eh, ya maji. Tunaziwa hapa karibu, lakini watu wetu walikuwa hawapati maji safi na salama na kuna watu ambao walikuwa kupata maji mpaka waamke saa nane za usiku. Kwa hiyo leo tumepiga hatua kubwa sana, yaani mtangazaji, hivi navyo kurati wote maji yapo na kwenye mitaa yetu yote, e, imebakia tu e, tena saa hizi tuko tunasubiria, tuna upungufu wa kama milioni 200 hivi ambazo tumeziomba kwa ajili ya kupata mipira ili tuwasogezee wananchi maji karibu zaidi, maana unaweza maana kwa sisi hapa mjini Yani mtu kufata maji kutembea zaidi ya nusu kilomita kufata maji yani, hiyo kwetu sisi ni adhabu. Kwa hiyo tunajaribu, tunachojaribu, tunajari kufanya ni kwamba tunataka mtu yani akienda sana, aende mita 200, lakini sio sio nusu kilomita, mita 500 au kilomita moja. Kwa hiyo wale ambao wanapata maji zaidi ya mita 500, hao sisi ndio tunaona kero ambayo tulionayo kwa hiyo tunataraji hizo hizo mipira basi, wote watapata maji. Lakini kwa ujumla asilimia e, mia moja wanapata maji kutoka e, kutokana na, na maji ya bomba. Kampeni ya mama Samia Suluhu Hassan ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema kwamba kutunza mazingira, matumizi ya nishati safi ya kupikia, vipi kwa mkoa wa Mara, hasa e, jimbo lako la Msoma mjini, mkoje? Mmejipanga vipi? Sisi upande wa mazingira tunaendelea vizuri sana, tunaendelea vizuri sana kwa sababu miaka eh, ya nyuma ilikuwa huku, mfano kama jana jana hivi ambao ni kimbunga eh, kim, ki, kimetoka na miti mingi ikaanguka, ungeona askari jeshi letu la magereza jinsi linavyohangaika huku kuchanja kuni, lakini sio hilo tu, walikuwa wanakata miti ovyo kwa ajili ya kupata kuni. Leo ninavyokuambia hivi eh, upande huo ni, ni mwendo lakini, eh, ndrepo, sohidia, wa gesi, lakini mama ameendelea kutusaidia sisi wabunge na sisi tumepata majiko na tumeyagawa mfano kama mimi nimepata majiko majiko yasiyopungua mia mbili mheshimiwa ginesi amepata majiko majiko yasiyopungua mia mbili mheshimiwa gati amepata majiko yasiyopungua mia mbili kwa hiyo yote haya tumeyagawa tu kwa watu mbalimbali kwa ajili ya kuwahamasisha kuakisha kwamba kuwa kuwa sasa wanaanza kuacha kutumia mkaa na kuni basi wanatumia eh, nani mbadala ambayo ambayo ni gesi Asante sana Mheshimiwa, ametuambia mambo mazuri makubwa mazuri kabisa, lakini sasa nini nini, nini wito wako kwa wananchi wa Jimbo lako? Mimi wito wangu ni kwamba e, tuendelee sasa kutunza mazingira na zingine tumeianza kwa maana ya kuendelea ku, kuotesha miti tupate miti mingi ya kutosha, na hiyo miti watu wameona kwenye yale maeneo ambayo kuna, ambayo kuna miti hata uharibifu umekuwa ni mdogo kwa sababu lo ukizuiliwa na, na na miti. Kwa hiyo hilo ni zuizi ambalo tunaendelea kuhamasisha ili watu wengi tuendelee kutunza mazingira na mazingira ya kutuna. Asante ndugu mtazamaji wa Nyanja TV. Hapa nipo Musoma mjini kwenye jimbo la Mheshimiwa Vedastus Manyinyi Mathayo. Mimi ni Laurent William nikiripoti kutoka Mkoa wa Mara.